Kwenye show ya Tracy wasanii walikuwa hmm, wanaperform sana na wengi walikuwa wanatolea macho ile, hmm, lakini kuna nyimbo moja ambayo uliperform pamoja na Mario hmm, uliingilia katikati, lakini wakati Mario alipokuwa anaperform ilikuwa ni katika namna fulani hivi kuna, kuna mitambo na nini maikiavo, lakini ulipoingia wewe, ngoja basi, darasa inasikika vizuri, niseme kitu kimoja Uh, kwanza nataka nimshukuru my brother amewapeni mm -hmm. story yake. Nataka nimshukuru kwa kuweko hapa. Kila mtu anajua bien, anajua anachofanya, talent iko juu, gift iko juu, miujiza iko hapo, kila kitu, na sisi tuna appreciate yeye uweko hapa. Yuko hapa kwa upendo, upendo kwa ajili yangu, upendo kwa ajili yetu, upendo kwa East Africa. Mm -hmm. nafikiri kumekuwa na kumekuwa na boundaries kwa miaka kadhaa hapa kuhusiana na mziki wa East Africa, tunavutana, tunavutanavutana kuhusiana na market. Nafikiri fikiri BN amekuwa definition ya kuonyesha kuna love na kuna mpaka kati ya Tanzania na Kenya, wala Tanzania, East Africa yoyote. So, kwa pamoja, so appreciate him kwa kuwepo hapa kwa ajili yangu appreciate him kwa kuwepo hapa kwa ajili yetu, ni heshima, ni upendo na ningependa chochote kitachoendelea kuanzia sasa kama akimuhusu bieni au akimnuhusu mimi, tusiende kwa watu wengine mm. Tusitaje majina mengine tusiingize vitu ambavyo havina nguvu wala energy hapa mm. We don't need that. Sawa, kwa heshima. Okay. Wewe unajua unachotaka kusema, na kila mtu anajua anataka kusema. We don't have to go there, okay.